Nenda kaskazini mwa Japani kuna dini ya 84, dini ya Washinto wanaabudu sehemu ya siri ya mwanamke ndio mungu wao. Wanakwambia bila pale usingekuja duniani, kwa hiyo huyu ni mungu. Nimekutana na profesa wa dini hiyo anaitwa Hugo, Hugo himo himo. Wewe huyo ukutani naye mpaka kiama, unakutana naye wapi? Wapi unakutana naye wapi? Kuna watu sasa hivi dunia mwisho, mmeona mwisho wa dunia huu. Mmeuona dalili za kiama zote Mtume alizozitaja. Sasa hivi nataka nikupe taarifa. Sasa hivi kuna watu wanafanya madhambi mpaka Ibilisi mwenyewe anashangaa. Yaani mtu anafanya dhambi mpaka Ibilisi anakuambia, dhambi hii sina. Najifundisha kwako. Wallahi mimi nimefika Cape Town nimetaka kulia, ndugu zangu ni Cape Town. Mimi nimekwenda mpaka mwisho Afrika kule zinapokutana bahari mbili, nimekwenda kufanya dawa kule. Wallahi nimetaka kulia. Jamaa yangu ananichukua jioni, anambia, ustazi Mazinge nataka nikuchukue tukatembee, lakini sore kwa takao yaona. Saa tatu usiku Cape Town. Unakuta wanaume wamepanga mstari wanajiuza, wanaume, sio wanawake, Wanaume, sheria inawalinda, ndio wanaoingiza uchumi South Africa. potea step umwambia, wewe, acha tabia hii sio nzuri, ukikamatwa unafungwa maisha. Sheria yao, ukimtukana yule South Africa unafungwa maisha. Unatoka pale unakwenda sehemu watu wanazini barabarani, ni haramu kuwaangalia Jamaa nafungua ambia ustazi Mazinge unawaona hao. Mimi nafunga haraka na muuliza dereva wangu, kwa nini wanafanya hivi? ambia shekhe, ukitaka kwenda jela wasemeshe wale. Yaani unajifanya umetoka Zanzibari, uchamungu umekukolea, umeteremka. Ninyi mnafanya nini hapa? ukikutwa na askari, miaka miwili jela, kwa sababu hawa unaweza kuwashtua wakafa kwa pressure. Kwa hiyo sheria inawalinda bwana. Mtume anasemaje kuhusu mambo haya? ikifika zama mtu akafanya zinaa barabarani, alafu akatokea mtu akawaambia, jamani, hapo mlipo sipo sogeeni kule, basi wewe ndio unaonekana mcha mungu wakati huu. Wallahi natisha, turudi katika Uislamu. Anayeacha kuswali aswali, anayeacha kutoa alichokuwa nacho atowe. Muda umekwisha time is over. Dalili zote za kiama zimeonekana zote eh. Mtume anasema ukiona wanawake hawana haya, dalili ya kiama. Ukiona watoto wa zinao wamekuwa wengi, dalili ya kiama. Ukiona mashehe wanagombana, dalili ya kiama. Ukiona matajiri hawatoi ya hela ya zao, dalili ya kiama. Ukiona wanaume kwa wanaume wanaoana, dalili ya kiama. Ukiona duniani vita vimeenea, dalili ya kiama. Ukiona watu wanabeti, dalili ya kiama yapo hayapo? na kuulizeni nyinyi aniliyotaja yapo hayapo? yapo. Mtu ana beti kamali, innamal hamru wal maisi wal azlamu. Allah anasema kamali haramu. Ukibeti umebetia motoni. We beti tu, Yanga na Simba draw, umebeti motoni. Mtume kakataza Sijawambia mpira haramu, sijasema ah, mpira halali tu. Mpira hauna tatizo jamani, kuangalia mpira hakuna tatizo. Tatizo linakuja, unaangalia mechi, swala imekupita, ndio tatizo. Cheza na muda. Muda huu huu muda huu. unakaa mpira dakika 90, unashindwa kuja kuswali dakika tano, lazima Allah ukamweleze, Ukamweleze dakika tisini ni vipindi vingapi kwake vilivyokupita. Alafu anaorodhesha, umeangalia mechi kumi, dakika mia tisa unaigawanya kwa ishirini na nne utapata siku nne. Umekaa kwenye mpira ukwenda kumwabudu Allah, andaa maelezo ya kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala.